Basi mjue nitatundika na kijiji kizima kinanishangaa, toka hapa. Badule Badule Badule ini Badule Badule Badule Badule ni Badule Badule Badule Badule ini Badule Badule jiwe akikisha unakula nao sahani moja

Pole. Hivi unajua kwa Badule ameshagundua kutengeneza zana za chuma? Hizo taarifa, mm, umezitolea wapi? <laughs> Nacheka kwa zara hujui. <laughs> Kuwe sisi ndo wazee wanakutunako hizo, mm, taarifa. Mimi sijui. Sasa ndo nakwambia, na kwa sasa Kijiji cha Badule wameshatengeneza zana za kutosha na tujiandae kwa sababu muda si mrefu watakuja kupigana vita na sisi. Mm. Manaki unamaanisha kijiji cha Badule kinataka kutuvamia sisi? Mm. Mbona wewe unafanana sio wa hiki kijiji. Wewe umetoka kwa Badule? Hapana mfanye, mimi ni wa hiki kijiji. Sema nazoea kuishi katika zizi la ngombe la babangu. Mm. Mbona mimi sikufahamu. Wanawake wote wapa kijijini wote, mimi nawafahamu. Utanambia wewe ni nani? Mimi ni mtoto wa mzi Kigongo. Hmm. Oh, ule mzi wa mangombe nyingi, nyingi. Vizuri sana. Badule, Badule. Hello guys, kwa majina naitwa Madam Zinzi aka Badule. Sema nashukuru sana mafanzi wangu kwa kunisapoti kwa yote. Na leo ni siku yangu, nimepata diploma yangu acha niwashukuru. Asante. Naona mzee Kigongo amezaa binti mzuri sana <laughs> okay. jina lako nani? mimi naitwa Fajio. Ndo hilo na wanandaa kabisa vita, hakutosha. Na tusipokuwa makini kididi chetu kitaangamia. Ah, dunia hilo nalo neno. Inavyoonekana mfalme wetu hajui mbinu za vita, ila malkia Badule anajua mbinu za vita, mpo hmm? Hondo kweli, ila tufanye tuondoke, ili mfalme asikuja kalikuta hapa.

jio natamani tamani mm, uwe fagio nyumbani kwangu unafagia fagia, fagia. Unaona hapo no, no, no, no, no, ni mimi tu basi hiyo buna utashika sehemu ya manderena kwa sababu <laughs> ule ajui kunipetipeti, ajui kunipatia raha <laughs> zote kama mfalme. Mimi ndo mfalme wa kijiji. Sara, kwani meleta huku? Na kwa nini tukuongelea nyumbani hivi? Unajua ni sababu ipi haswa iliyosababisha mimi nakuleta hapa? Hapana, hivi, kwa nini wewe? Kweli uko mkubwa wangu, sawa, lakini akili zako hazitumiki, yaani kiziti haziendani na umri wako we. kiherehere gani hmm? Umewashwa na nini haswa kuwatuma walinzi wakwende, hofu kisi wanavyojisikia hivi hmm? Uyo uso wako wewe na uso wangu mimi na wa mama ntauficha wapi sasa? Nisikilize nikwambie, ni vile kwa mkubwa wangu tu, la sivyo, la sivyo ungelijua ni vile tu, ingelijua inakujaga baada ya umeshafanya sawa sasa kwa hichi kitu ulichokifanya, kiukweli, mimi siwezi nikaruhusu. Sasa hichi kitu kama kimetokea ni sababu ya ujinga wako wewe sawa, na kuto kujielewa kwako wewe. Sasa kitu ambacho nitakwambia, kuanzia leo hii unajifanya hmm? Najua kutunga siju najisimama ko sijui umoshi, lakini sijaonaga msimamo wako ni Sara, nisikilize nini. Sara umeshaongea vya kutosha mama, sawa hey, hey. Nisikilizeni <laughs> <laughs> Sawa. Hivi unajua ni kipi ulichokifanya wewe? Sara, hizo taarifa umezitoa wapi? Haiwezekani, sawa? Haiwezekani hata kidogo. Basi, inatosha. Najua mabinda haweza kapoteza maisha kiiviivi tu. E, Moshi ni nani binti mzuri? Ndio. <laughs> Wewe ni binti mzuri sana, isitoshi unanivutia. Wewe ni kama uwa ya zahabu. Umeshaiona njia <laughs> yote nakwako. Unataka nikupatie walinzi? Nashukuru mfalme. Nzuri sana, uwe njo malikia wangu. Mm. <laughs> Ah! Mm. Nimechelewa kuona huyu mtoto. Mm. Hello, guys, kwa majina naitwa Madam Zinzi, aka Badule sema na oh. Shukuru sana mafanzi wangu kwa kunisapoti kwa yote na leo ni siku yangu. Nimepata diplome yangu. Acha niwashukuru. Washukuru. Asante. Unamwona huyo mtoto? Ndio mkuu. Atua kwa tua. Nyayo kwa nyayo. Nataka nimpate. Kwanza mlitoa heshima. Hapana mkuu. Namtaka yule. Faster. Ndio mkuu. Mimi njie takayemweza Moshi, nisikilizeni <laughs> <laughs> <Ifi, laughs> nikwambie, usikimbilia kucheka sawa. Mimi najua plan B nitakayetumia kwa kumwangamiza Moshi. Hivi unachelewa kweli? Jielewa, jielewa, uh, kama, oh, shinde, oh. Mimi, Congrats, sana. Endi utamuweza Moshi sana Sara, Congrats, mama. So mtu nayeogopa kidudu, utamuweza Moshi. Sasa kitu chenye kiko, nikwambie sasa kupitia ni tukio lilo lifanya wewe itauona na hizi taarifa hizi sitaki hatazimfikie mama, ni mwenyundo ntakayo ya maliza haya mama. Sawa? Badule, badule. Badule. Badule, badule. Ndare, ninachokuitia hapa ni sababu moja tu. Nilikuita hapa ili tutengeneze vitu. Sikukuita hapa ili tuharibishe. Nazani umeona jinsi upepo unavuvuma ndivyo hivyo, jinsi moshi anajivumisha ndani ya kijiji. Lakini, ndani ya kijiji hichi, hakuna anachofanya. Tunabaki kurudi nyuma kila siku, tunarudi nyuma we. Hayo mambo unayafungia macho. Nambie kwanza, aidia yako ni nini? Idrisa, umeniita huku ili ukuje kuniambia hivyo? Wawe na moshi simuliamua kutawala kijiji kizima, sasa mmeshindwa Naamua kutafuta msaada wangu jo ndari. Unachekesha tena, unachekesha sana mdogo wangu. Kiukweli ndiyo natafuta msaada kwako, kwa, kwa maana mimi na wewe ni, ni mtoto wa ufalme sawa. Mimi siko mtoto wa nje wa ufalme, hapana. Kama gisi anavyokuambia jaribu, kwenda kumuuliza baba kingali hai, kabla hajakata pumzi, umuulize Idrisa ni nani, atakwambia Dare, nasikitika sana kuona kijiji kile saa hizi wanaishi kwenye mabati lakini sisi hatuna maendeleo yoyote zaidi ya kurumbana. Kinachohitajika ni tuwe pamoja, yani umoja unahitajika. Ndio maana mimi na malengo yangu tofauti. Okay fine, nataka uniambie malengo gani hiyo Idris? <laughs> hey, unataka nikwambie Sikiliza nikwambie. Leo hii kuna historia mbaya ndani ya kijiji hichi. Hivi unajua kama Moshi aliua wanawake watatu Mabinda pamoja na wale wanawake wawili? Wote waliuawa na Moshi. Haujui kama hiyo ni utawala mbaya? Hivi ndani yako ya akili unajifikiri nini na unajenga nini ndani ya utawala huu? Kivyangu mimi, ingekuwa vizuri unisikilize, tubadilisha utawala huu Natufanya utawala bora, hapana huyo utawala unaonyanyasa watu. Kumbuka kuwa baba alitengeneza utawala huko kwa jasho na damu nyingi, lakini moshi anaiharibu kwa matakwa yake mwenyewe. Damu za watu zinawatembea ndani ya vichwa. Idrisa, jua kama storia ya simba isipoandikwa na simba, storia hiyo itamtukuza mwindaji. Taki unamlazimisha kisa mali zako, kisa babako ni mfalme, ndo nabomoa penzi na, na mwenzako si masikini, tunaonewa ulicho nacho atakitoa na momivu ya pesa na nasechua yanaua, yanaua mapenzi ma yanatesa, unaweza ukafa na pressure mm.